Ninaamini kabisa kwamba masomo muhimu zaidi maishani mara chache sana hujifunzwa darasani. Kwa kawaida hujifunzwa kwenye maabara ya maisha. Kwa kweli, kukua katika maisha ya Kikristo mara nyingi hutokea wakati wa changamoto zisizotarajiwa zinazotukumba. Sasa hapa, baada ya muujiza wa kulisha umati wa watu, Marko sura ya sita inatupa maelezo ya kile kilichotokea baadaye. Hapa katika mstari wa 45 tunaambiwa, mara moja aliwalazimisha wanafunzi wake wapande kwenye mashua na waende mbele yake mpaka ng'ambo ya pili, Bethsaida, wakati yeye mwenyewe alikuwa anawaaga wale watu, na baada ya kuwaaga alipanda mlimani kuomba. Sasa basi, Yesu alikuwa amewalisha zaidi ya watu elfu tano pamoja na wanawake na watoto huko Bethsaida. Kwa hiyo unahitaji kuelewa kwamba Yesu anawapeleka kwenye Bethsaida nyingine, mji mwingine unaoitwa hivyo tunajua kihistoria ulikuwa kwenye ufukwe wa kaskazini magharibi wa bahari ya Galilaya. Ulikuwa kitongoji kidogo cha Kapernaumu. Injili ya Mathayo inatuambia kilichotokea hapa nyuma, katika sura ya 14 mstari wa 23, Yesu alipanda mlimani peke yake kuomba. Ilipofika jioni, alikuwa huko peke yake, lakini wakati huo mashua ilikuwa mbali sana na nchi kavu, ikipigwa na mawimbi kwa maneno mengine, kuna dhoruba ya ghafla inayotokea hapa. Kwa kweli, Injili ya Marko inasema hapa katika mstari wa arobaini na nane wa sura ya sita walikuwa wakisonga mbele kwa shida kwa sababu upepo ulikuwa unawapinga. Marko pia anatueleza kwamba kutoka kwenye sehemu yake ya faraga ya maombi Yesu aliweza kuwaona wanafunzi wake wakihangaika kule nje wakipambana na upepo na mawimbi sasa tukirudi kwenye Mathayo sura ya kumi na nne tunaambiwa katika mstari wa ishirini na tano katika zamu ya nne ya usiku hiyo ni kama saa kumi na moja alfajiri alikuja kwao akitembea juu ya bahari lakini wanafunzi walipomwona akitembea juu ya bahari waliogopa sana na kusema ni mzimu wakapiga kelele kwa hofu lakini mara moja yesu akawaambia jipeni moyo ni mimi msiogope Petro akamjibu Bwana, kama ni wewe niamuru nije kwako juu ya maji." Naye akasema njoo. Basi Petro akashuka kutoka kwenye mashua na kutembea juu ya maji akamwendea Yesu, lakini alipoona upepo aliogopa, akaanza kuzama, akapiga kelele, Bwana, niokoe. Yesu mara moja akanyosha mkono wake, akamshika, akamwambia ewe mwenye imani haba, kwa nini uliona shaka? Walipokwisha kuingia kwenye mashua, upepo ukatulia. Wale waliokuwa ndani ya mashua wakamsujudia wakisema, kweli wewe ni mwana wa Mungu. Sasa watu wengi wanaonekana kuzingatia tu kwamba Petro, unajua, alitembea juu ya maji kwa muda mfupi tu kabla ya kuanza kuzama, lakini hebu ni kuambie, yeye ndiye mwanafunzi pekee aliyethubutu kutoka kwenye mashua. Wengine wote walikuwa wanashikilia maboya yao ya kujiokoa kwa uhai wao wote lakini lakini bado Petro hapa alianza vizuri lakini mwishowe akashindwa katika jaribio hili dogo la imani. u Uh, nataka ukumbuke kwamba Petro anashindwa katika mazingira anayoyafahamu vizuri anaofahamu vizuri ziwa Galilaya. Kwa kweli, huenda alikuwa alikuwa mwogeleaji mzuri sana. Bwana amempeleka mahali ambapo huyu mvuvi mwenye uzoefu ana ujasiri mkubwa zaidi. Ushawahi kufikiria kwamba kushindwa kwetu kubwa kunaweza kutokea kwenye maeneo ambayo tulidhani tunayaweza kabisa? Pili, Petro anashindwa hapa baada ya mafunzo ya kina. Sasa kwa miaka miwili ameshuhudia miujiza. Petro na wanafunzi wengine pia wamefanya miujiza wao wenyewe katika huduma zao, na kwa miaka miwili Petro amefundishwa na mwalimu mkuu wa wanafunzi mwenyewe. Nikwambie mpendwa, Hufikii kamwe hatua ambayo hauwezi kushindwa katika safari yako ya imani. Hebu nilete hili la tatu hapa: Petro anashindwa wakati yuko kwenye mchakato wa kutii. Fikiria hilo! Huyu hapa yuko katikati kabisa ya mapenzi ya Mungu, anatii mwaliko wa Yesu wa kutembea juu ya maji kumwendea, na ni hapo tu, wakati anatii, anajawa na hofu, hofu Unaona, ni wazi kabisa Bwana anataka kumfundisha Petro na wale wanafunzi wengine na wewe na mimi, masomo ambayo hatutasahau. Somo moja ni kwamba utiifu kwa Kristo hauondoi kila tatizo maishani. Kwa kweli, kutakuwa na nyakati katika maisha yako ambapo utamwamini Kristo kwa kina zaidi, na mara nyingi itatokea ukiwa katikati ya dhoruba. Wanaume hawa hawatasahau kabisa kumwona Yesu akitembea juu ya maji katikati ya dhoruba hii. Kwa hiyo kumbuka, uwepo wa Yesu haukuondoa ile dhoruba. Alikuwa pamoja nao katikati ya dhoruba, lakini alitaka Petro atoke na amfuate pale pale katikati ya dhoruba hiyo. Sasa kuna somo lingine hapa na ni hili. Bwana hahakikishi kutokuwepo kwa dhoruba, lakini anahakikisha uwepo wake katikati ya dhoruba hizo. Na hebu nikupe somo la tatu hili, linanigusa hapa, kutokana na kushindwa kwa Petro. Hili hapa: maji ya kina hayakusudiwi kutuzamisha, bali kutukuza. Tazama, ukweli ni kwamba Yesu mara chache huikuza imani yako mpendwa, wakati wa siku za jua na anga safi na bili zote zikiwa zimeshalipwa. Hapana, ni pale mambo yanapokuwa hayajatulia. Ni pale mambo yanapokuwa na dhoruba kwako huko nje kwenye maabara ya maisha. Ni katika nyakati hizo ndipo unaweza kutarajia masomo mazito. Unajua kwa nini masomo mazito hutufikia kupitia uzoefu wa maji ya kina? Hapa kuna somo lingine linalokuja na habari njema. Unaposhindwa kwenye jaribio la imani, Bwana hakufukuzi shuleni. Yesu hakumlazimisha Petro aogelee hadi ufukweni. Alimvuta juu na kumrudisha kwenye mashua, na hilo linanipeleka kwenye somo la mwisho: inawezekana kushindwa bila kuwa mshindwa. Tazama, swali ni hili: je, uko tayari kubaki darasani, hata kama ni jambo la kunyenyekea, unapopitia kushindwa fulani, tukio la kuaibisha au kukatishwa tamaa, labda mara moja baada ya nyingine? Hii inanifanya nimkumbuke msichana mweusi mdogo aliyekulia kwenye umasikini huko Filadelfia. Moja ya shughuli alizopenda zaidi ilikuwa kuimba kwenye kwaya ya kanisa lao. Watu wazima wote waliomzunguka kanisani walitambua kipaji chake cha kipekee wakaanza kuchanga pesa na wakaita mfuko wa baadaye wa Marian Anderson. Walikusanya dola 126, nyingi zikiwa ni sarafu za senti nikeli na dimu. Na kwa hiyo akaanza kupata mafunzo ya sauti na hatimaye, alipofikisha miaka 18 alipata nafasi ya kujaribu bahati mbele ya mwalimu maarufu, lakini alikataliwa. Marafiki na wafuasi wake walipanga onyesho la moja kwa moja, lakini wakosoaji wa magazeti hawakuwa na huruma hata alisafiri kwenda ng'ambo kwa ajili ya tamasha moja au mawili na alipokelewa vizuri huko, lakini aliporudi Amerika, hasa kwa sababu ya rangi yake, mara nyingi alipuuzwa na kudhalilishwa. Kwa miaka mingi, kwa kweli miaka kadhaa, Marian alijikuta akijionea huruma na alikuwa tayari kukata tamaa, lakini mama yake alikuwa akimkumbusha mara kwa mara afikirie kushindwa kwake kidogo tu na aombe sana kuhusu hayo. Basi siku moja, mama yake alisema jambo ambalo Marian hakuwahi kusahau. Marian, lazima ujifunze kwamba neema inatangulia ukuu. Basi Marian Anderson aliendelea na juhudi zake, aliendelea na kuwa na taaluma ya ajabu. Hatimaye aliimba mbele ya wafalme na malkia na marais wa Marekani. Angetunukiwa nishani ya rais ya uhuru. Aliwahi kuteuliwa kuwa mjumbe wa Umoja wa Mataifa. Mwandishi wa habari aliwahi kumuuliza Marian, ni wakati gani wa kushangaza zaidi katika taaluma yako maarufu? Akasema, basi huo ulikuwa siku niliporudi nyumbani na kumwambia mama yangu kwamba hatalazimika tena kuchukua nguo za watu kufua. Unaona, hakuwahi kusahau miaka ile ya mwanzo ya unyenyekevu, ugumu, dhoruba moja baada ya nyingine. Unajua, kama ungeweza kumuuliza Petro, wewe Petro, ni wakati gani uliokuwa wa ajabu zaidi katika kumfuata Yesu? Je, ilikuwa ni kuponya wagonjwa? Je, ilikuwa ni kuwa mmoja wa wanafunzi wa karibu kabisa, ile kundi la ndani na Bwanai? au ilikuwa ni kuhubiri siku ya Pentekoste, wakati kanisa la Agano Jipya lilipoanzishwa na watu elfu tatu wakaamini ujumbe wako? au ilikuwa ni kutembea juu ya maji? Unajua, nadhani nadhani Petro angesema wakati wake wa ajabu zaidi ulikuwa ni pale Bwana alipomvuta kutoka kwenye maji na wakatembea pamoja kurudi kwenye mashua, ule wakati ambapo Petro alidhalilika, ule wakati ambapo alishindwa, ule wakati ambapo aliamua kutokata tamaa, kutokuacha mashua. Na unajua, akiwa mzee, Petro ataandika maneno haya: jinyenyekezeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili wakati ufao yeye aweze kuwainua.